Yaani kuna mahusiano fulani vi nataa manigi nin... ni apate nasemaga, Mungu kwa nini yaani natamani apate leo kesho, ila unakuta unakaa na mpenzi wako, unampenda, mnakaa nyumba moja, ile kupika, kupakua, kutisa bebi wako, anakuwa anakupenda mpaka anakuwa, unajua aw. Sasa namisa, nkijua napendwa najifanya kitu kidogo, najikasirisha ili nibembelezwa, fumamendo sana ananipenda <laughs> Nawazaga, labda ndo, napata mtu ambaye ananipenda usiku kama labda ndo akitokea kidogo baka ni kwanza najinunisha hata yeah, kama akiwa anabembeleza hivi nakuwa najinunisha usiku, wakati wakulala, najifanya najinunisha, na nguo hamna kunigusa, kunja uso naze, najua wanaume <laughs> wakiwaga wanataka yao, mwanaume akishadinda <laughs> wanakuwaga wapole, kama wanakwaga wapole wananywea, utafikiri nini, sijui utafikiri nini, sielewi, sijui vitu gani mwanaume kidinda afu, <laughs> awe nakupenda basi, natamani napata nawazaga, yani kwamba ndo nipo kwenye hiyo situation. Sasa afu na bebi wangu afu ndo nimenuna, bebi ndo anataka bebi, bebi, mkeo mimi nini Baby naumia nakumi nawzage, kwa nini? Kwa nini simpati? Kwa nini napata mivoroga? Kwa kwa nini? Basi kwa kwa <laughs> baby, naomba kichwa tu, mki wangu kichwa tu, sinikambia ni niache. Baby naomba kidogo tu, ingiza kichwa tu, naumia mpenzi wangu. Si unajua mimi ninakupenda wewe. Bila wewe siwezi. Naumia. No, tafuta mwanamke mwingine uende kwa, kwa, kwa, kwa kufanya naye. Mimi, baby, bila wewe siwezi. Bibi, unajua mke nguvu kwa mtawa. Nakupenda jinsi unavyonipenda. Mimi mwenye nalainika. <laughs> Ngoma watu tunawapata. Hana muda kuembeleza. Ni bubu na kutaka. Niacha siko vizuri. Kama huko vizuri au kama unalala ngu, una na nguo kalale kwa mama yako, una wazazi. Napata gatwa hivi, God, kwa nini sipati watu ambayo nawacaka? kwa nini ah, mwanaume kwa nini na mbembelezi, minaumia <laughs>